Mtazamaji wa TAKUKURU TV. Leo kaimu mratibu wa huduma na tiba wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, Dkt. Azael Kyando, amewapongeza watumishi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa yani TAKUKURU kwa uzalendo wao wa kutoa michango yao binafsi ili kuchangia huduma ya watoto waliozaliwa kabla ya wakati. Dkt. Kyando ameyasema hayo Januari 30 mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita mkoani Morogoro wakati anakabidhiwa vifaa tiba na Mkurugenzi mkuu wa Takukuru Bwana Crispin Chalamila. Kila mwaka tunapokea watoto wachanga waliozaliwa walio kabla ya muda muda wao kamili wa ujauzito, wakiwemo wenye uzito mdogo wanaohitaji uangalizi wa, wa karibu mara tu baada ya kuzaliwa hii ikiwa ni hospitali ya rufaa, tunapokea wagonjwa kutoka vituo mbalimbali vya mkoa wa Morogoro na mikoa ya jirani. Wote wanakuja kutibiwa hapa. Watoto hawa hukumbwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kushindwa kudhibiti joto la mwili, hatari kubwa ya maambukizi na matatizo ya kupumua pamoja na changamoto za, za kulishwa chakula. Watoto wanakuwa na changamoto mbalimbali mbali. Ni katika muktadha huu ndipo msaada huu wa mashine ya neonatal radiant warmer na mashine ya phototherapy unakuwa na umuhimu wa kipekee. Mashine ya radiant warmer itasaidia kudhibiti joto la watoto wachanga, hususani watoto njiti na wale wenye changamoto za kiafya, pamoja na kusaidia huduma za ukoaji wa watoto mtoto mchanga. Aidha, mashine ya phototherapy itaimarisha matibabu ya huduma homa ya manjano kwa watoto wachanga, hali ambayo uh, ni ya kawaida lakini inaweza kuleta ita, hatari endapo haitadhibitiwa uh, kwa wakati. Kupatikana kwa mashine hizi kutaboresha kwa kiwango kikubwa ubora wa huduma za neonatal hospitalini kwetu kutapunguza vifo vinavyotokana na vinavyoweza kuzuilika na kupunguza rufaa zisizo za lazima kwenda hospitali za juu kama hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kwa kuwa tunajua zimetokana na michango binafsi ya watumishi wa TAKUKURU, hatua inayoonyesha uzalendo, mshikamano na moyo wa, hali ya juu wa hali ya juu ya kujitolea kwa ustawi wa jamii. Tunawapongeza sana kwa ajili ya hiyo. Akizungumza wakati wa kukabidhi vifaa hivyo, Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila amesema tunafahamu wote juhudi kubwa zinazofanywa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuboresha huduma za afya nchini kote. Nchi yetu ni kubwa, uhitaji ni mkubwa. Uh, inawezekana hapa na pale kuna baadhi ya mambo mnapungukiwa kutokana na ukubwa na wa majukumu ya serikali eh, katika mambo mengine ukiacha hii eneo nyeti sana la afya. Sasa katika kuunga mkono jitihada za serikali, na sisi TAKUKURU tukapata hili wazo kwamba na sisi tushiriki na si tutie mkono katika uboreshaji uh, wa huduma za afya, tuliangazia maeneo mengi, lakini baada ya utafiti wetu mdogo ukatuonesha kwamba kuna uh, uh, uhitaji wa hizi mashine hi, radiant uh, baby warmer na hiyo phototherapy tumeazimia kutoa mashine hizi kwa hospitali zote ishirini na oh, so zote za rufaa za, rufa, za mikoa yetu ya Tanzania bara, eneo ambalo tuna, tuna, tuna, tuna hudumu hizi mashine au ununuzi wa hizi mashine utokana labda na pesa ya budget uh, ya uendeshaji wa shule za TAKUKURU. Wote mnafahamu sisi hatufanyi biashara yoyote, ambapo tungesema sasa hii tunarudisha sehemu ya faida ya biashara yetu kwa jamii tunayofanya nayo kazi. Si, si faida hata kidogo, ila tumesema sisi ni matendo ya huruma, na ujua juhudi kubwa za serikali chini ya rais wetu kuboresha huduma za afya, lakini tunafahamu kwamba kuna uhitaji hapa na pale. Basi tukasema na sisi tuunge mkono kwa kuchangia wenyewe kutoka kwenye mishahara yetu. Watumishi wote watu, watakukuru nchi nzima wanachanga mchango huu kwa hiari kabisa. Akiongea wakati wa kupokea vifaa hivyo, kaimu mganga mfawidhi wa Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Morogoro Dr. Kesi Ngarawa amesema hospitali hiyo itaendelea kuwa mshirika katika kulinda uadilifu. Vifaa hivi vitakuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha huduma za neonatal hospitalini, kupunguza vifo vinavyoweza kuziirika na kuongeza ubora wa huduma kwa wananchi tunaowahudumia. Kwa niaba ya hospitali inapenda kutoa ahadi za dhati kwamba vifaa hivi vitatunzwa, vitatumika ipasavyo na vitakuwa chini ya usimamizi madhubuti ili viweze kutoa tija iliyokusudiwa kwa muda mrefu. Napenda kuhakikishia TAKUKURU kwa hospitali itaendelea kuwa mshirika mwaminifu katika jitihada za kulinda uadilifu na kuboresha ustawi wa jamii, na tuko tayari kuendeleza ushirikiano huu pale fursa Nao baadhi ya wananchi wanaopata huduma hospitalini hapo walikuwa na maoni haya. Niko hapa nilijifungua kabla ya wakati. Tunashukuru kwa mashine hizi, zinasaidia kukua kwa watoto wetu. Nimejifungua watoto watatu, wote wa kike ambao nilijifungua kabla ya wakati. Nashukuru TAKUKURU